Kila mtoto wa kike anazaliwa akiwa ana nuru ya kipekee, nuru ambayo inaweza ikaangaza vizazi, ikaangaza jamii, ikaangaza taifa kwa ujumla. Nuru hiyo ni nuru ambayo wazazi wakiishikilia vizuri, wakailea kwa upendo, wakailea kwa amani, wakaitunza kwa faraja, nuru hiyo inaweza ikaleta mafanikio makubwa sana katika taifa fulani ambalo huyo mtoto wa kike anakuwa lakini katika dunia ya leo ambayo ina changamoto nyingi, ina mitandao ya kijamii ambayo pia inawafunza watoto vitu mbalimbali, ina kelele, ina misuguano, ina ugomvi, wazazi, walimu, walezi wanatakiwa kusimama imara, kuhakikisha nuru hiyo haipotei kamwe. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia ni kwa namna gani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 tuweze kuanza kuchambua hoja moja baada ya nyingine. karibu tuanze. msingi wa kwanza ni ili mtoto wa kike akitokezea duniani ajue thamani yake mwenyewe. Watoto wa kike wakijengiwa misingi imara, misingi thabiti, wenyewe wanaweza wakatambua thamani yao wenyewe, bila kuambiwa na mtu yeyote. Anaweza akajua jinsi ya kujipenda, jinsi ya kujiheshimu, jinsi ya kujiepusha na mahusiano mabaya, jinsi ya kujikinga asingie katika kundirika baya. Mtoto wa kike anapokuwa ametambua hayo, ana uwezo wa kuishi vizuri kwa amani, kwa usalama, na akawa na heshima, akawa na nidhamu, akawa na adabu, akajipenda na akawapenda watu wengine. Msingi wa pili ni kumpa ujasiri wa kusimama na kutetea maisha yake. Mtoto wa kike anapokuwa amefundishwa misingi imara, misingi thabiti, anakuwa na ule ujasiri wa kusimama, ujasiri wa kusema ujasiri wa kujieleza, ujasiri wa kutambua kipi chema kipi kibaya. Anapata ule uwezo wa kuweza kuweza kuuliza wa kuweza kuuliza tena, pale ambapo anakuwa amekwazika, pale ambapo ambapo anakuwa anakuwa anaona mambo yanakwenda ndivyo sivyo, ana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe, ana uwezo wa kuisimamia kweli, ana uwezo wa kuisimamia haki, akasimama na haki ikatendeka. Lakini akikosa ile misingi thabiti, anajengewa ile hali ya hofu, anakuwa na woga, anakuwa hawezi kusema, anakuwa na ile mfumo kwamba mimi ni mwanamke siwezi kusema hapa, lakini akijengea misingi thabiti, anaweza kusimama na akaisimamia kweli na haki. Msingi wa tatu ni kumwandaa kukabiliana na changamoto za maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa yana changamoto nyingi sana. Kuna changamoto nyingi sana kwa watoto wa kike ambapo sasa wana, wanaingia kwenye mfumo wa maisha ya kisasa, maisha ya mitandao maisha ya makundi maisha ambayo unakuta wakati mwingine yanaunganisha na watu jamii mbalimbali. Kama amejengewa msingi imara, msingi thabiti, ana uwezo wa kujua hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Ule msingi unamwongoza na ndio inakuwa dira ya maisha yake. Anapokuwa amekosa msingi imara, anaweza akakumbwa akakumbwa na, na ile pia ya mitandao akakumbwa na watoto ambao wanakuta wako kwenye makundi, makundi ya vijana mbalimbali kwa kisasa, akaingia akaanza kuwa anaiga fashion, anaiga mitindo mbalimbali, anataka kupambana kuenenda vile ambavyo unakuta inamwingiza katika hatari. Lakini kama amejengewa misingi imara, ana uwezo wa kujua nini afanye na nini asifanye katika maisha yake. Msingi namba nne ni kuweka ndani yake maadili na kumfundisha tabia njema. Mtoto wa kike aliyelelewa katika misingi ya kujiheshimu, kuwa mkweli, kuwa mwazi, kujiheshimu, kuwapenda watu wengine, kujipenda yeye mwenyewe, kuwa na nidhamu, huyu mtoto anakuwa amejengiwa msingi thabiti sana ambao utamsaidia katika maisha yake, na pia atakuwa mwanamke bora katika jamii inayomzunguka. Mtoto wa kike ambaye amelelewa katika misingi imara, misingi ya uwajibikaji, misingi ya Nidhamu, umpole, heshima, huyu ni mwanamke ambaye anakuwa tunu, anakuwa ni nuru katika jamii yake. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba tunawajengea watoto wa kike misingi imara, misingi thabiti, misingi ambayo inamfanya atambue utu wake na atambue utu wa watu wengine, ajue jinsi ya kuwaheshimu wengine, ajue jinsi ya kutenda na kuenenda vile ambavyo inastahili. Msingi wa tano ni ili kumpa ndoto kuu na maono ya maisha yake ya baadaye. Mtoto wa kike aliyelelewa katika misingi imara, misingi thabiti, anakuwa akiwa anaota ndoto kubwa, anakuwa akiwa anaona mbali, anakuwa akiwa anajiamini, anakuwa akiwa anajua nini anatakiwa kufanya. Mtoto wa kike ambaye amejengwa katika misingi imara inamsaidia sana, anakuwa hana hofu lakini mtoto ambaye hakujengwa katika misingi imara anakuwa anajua kasa kwamba atashindwa, anakuwa anajua hawezi kwa sababu hakuambiwa kama ataweza. Anakuwa anaona kwamba hafiki, anakuwa anaota ndoto ndogo ndogo, ndoto zake zinakuwa hazina ule mwisho mzuri, kwa sababu anakuwa hajajengiwa misingi imara, anakuwa hajatiwa moyo, hajaambiwa kwamba unaweza pambana. Anakuwa hajafundishwa jinsi ya kutengeneza ndoto zake akiwa tangu mtoto mdogo. Wafundisha watoto kuona mbali. Watoto wa kike waone mbele, waone mwanga, waone nuru, ili waweze kusonga mbele kulingana na maisha ambayo tunayenenda nayo. Wazazi, walezi, walimu na mtu yeyote unayegusa maisha ya mtoto, hakikisha unaweka ndani yake kitu ambacho kitagusa maisha yake siku zote, kitu ambacho yeye mwenyewe kitakuja kumfaidisha na kumtendea mambo mazuri katika maisha yake yanayozunguka. Tukumbuke kwamba watoto wa kike ni zawadi. Zawadi inatunzwa, zawadi ina thamani, na zawadi ni kitu cha thamani. Hivyo tuhakikishe kwamba tunawatunza watoto wa kike kwa kuwajengea ndoto nzuri, kwa kuwajengea misingi imara, kwa kutengeneza vitu ambavyo vitakaa katika mioyo yao, vikiwajenga, vikiwaimarisha vikiwafanya jasiri, vikiwafanya wenye upendo, vikiwafanya wamama ambao wanakuja kuhudumia taifa kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa hekima, kwa moyo wa haki na busara. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe na usiache kudondosha komenti yako kwenye video yetu hapo, ili tuweze kujua wewe unaona ni msingi gani ambayo wewe unaitambua ambayo tunaweza tukawajengea watoto wa kike. Karibu sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata, na Mungu mwema akubariki sana.